Uh, hawa ambao unawaona hapa ni kuku chotara, na kuna aina tofauti tofauti za kuku chotara kutokana na makampuni ambayo yanazalisha. Japokuwa ya kwa kiasi kikubwa sana, hawa kuku chotara huwa wanafanana sifa eh, kutoka kwa kuku mmoja na kwenda kwa kuku mwingine. Yaani kwa mfano uh, sifa ambazo anazo saso hazitofautiani sana na sifa ambazo anazo Tani, bro hayo ni, ni, ni, ni majina ambayo hawa chotala wanazo. Sasa kwenye video ya leo, ninataka nikuonyeshe au nikupatie uh, utofauti au ulinganifu uliopo kama utaamua kufuga chotala kwa ajili ya nyama uh, lakini pia na kama utaamua kufuga hawa eh, kuku wa mayai layers zipiwa kabisa. Maana yake ni kwamba una, kuna, kuna namna mbili huwa tunafuga hawa chotara. Unaweza ukafuga kwa ajili ya nyama na unaweza ukawafuga kwa ajili ya mayai. Sasa kwa wewe ambaye umeamua kuwafuga chotara kwa ajili ya nyama au unataka wafuge layers utakuja kuchagua baada ya hii video kuisha, vizuri kabisa, bila kuwa na shaka kwamba ni kuku wepi ni sahihi ambao unahitaji kuwafuga. Hapa nitataja sifa na changamoto ambazo wanazo kutoka kwa kuku mmoja kwenda kwa kuku mwingine, kwa sababu hapa shambani sisi tunao hawa wote, tunao kuku wa mayai lakini pia tunao uh, hawa chotara ambao tunawatumia kwa ajili ya mayai kama hivi ambavyo unaona huku, kuna hawa chotala, lakini huku tunao hawa kuku wa mayai ambao tunawatumia hivi, lakini pia video nyingine nitakuja nilinganishe ulinganifu kama wewe unataka kufuga uh, chotala kwa ajili ya nyama na broiler, kwa sababu pia broiler hapa tunao. Uh, nikianza na pointi ya kwanza kabisa kwenye gharama ya chakula kati ya eh, hawa hawa chotara na hawa layers kuku wa mayai, wapi wanatumia gharama kubwa ya chakula uh, Sasa tukija kwenye gharama ya chakula, labda niangalie maeneo mawili. Kwanza kabisa, uh, hawa layers mara nyingi sana wanahitaji chakula cha dukani. Uh, wanahitaji chakula cha dukani, lakini hawa chotara unaweza ukawalisha tu chakula cha kutengenezwa na wakakuwa vizuri kabisa. Hiyo ni point ya kwanza. Kwa hiyo mwenyewe utaangalia chakula cha kutengenezwa na chakula cha dukani Kipi ni gharama? Kwenye huo, ni upande wa kwanza kwenye chakula nimeongelea nime, nime, nime hapo, japo unahitaji e, kanuni nzuri kabisa kwa mfano, ukipata kanuni ambayo ipo kwenye kitabu chetu cha tiba za cha, cha safari ya ufugaji, hawa layers unawatengenezea chakula vizuri kabisa, lakini pia hata hawa huwezi kuwalisha pumba tupu, lazima watengenezee chakula kwa kutumia kanuni bora. Sasa kwenye chakula, hii sehemu ya pili tunapokuja kati ya hawa na hawa kuku mmoja mmoja, e, kuku wepi wanakula sana? Yani kuku gani wanakula sana? Uh, kama mnavyoona hawa kuku wapo mia moja, lakini pia na hawa kuku wapo mia moja, lakini hawa kuku wanakula sana kuliko hawa layers. Kwa hiyo uh, kuku chotara wanakula sana kuliko layers chotara wanakula sana kuliko nini layers. Kwa hiyo mfano, um, hawa kwa siku wanakula kilo kumi na mbili wakiwa mia moja, hawa kwa siku watakula kilo kumi na tano wakiwa mia moja, na hawa wanakula chakula chapchap, wanakuwa wameshamaliza. Kwa hiyo kwenye hiyo pointi tunatoka hapo ya kuhusiana na chakula. Uh, tuje kwenye pointi ya pili kuhusiana na changamoto za magonjwa, yaani kwamba mimi nimeanza na kuku mia moja layers, tukafanya sawa kabisa na wewe ukaanza na kuku mia moja uh, chotala uh, wepi watapata magonjwa sana? Uh, sasa tukija kwenye ishu ya magonjwa, hii ni, ni, ni, ni, ni ya kuku wote, ni ya kuku wote yani, eh, awa chotala wanaumwa wanaumwa lakini na layers pia wanaumwa, lakini kuku ambao kidogo wanasumbua sana kwenye kupona ni layers. Layers wanayo magonjwa ambayo kama yataingia bandani, basi yatawatesa sana. Na kwa sababu sisi Kingo Farm tunalo kundi la uh, linalohusiana na mambo ya wafugaji, tunakutana kule na wafugaji wengi sana, yani tunakutana, tumeshakutana na wafugaji zaidi ya elfu mbili uh, wafugaji ambao wanafuga layers endapo wanakosea kuwapa e, dawa kwa wakati au kuwapa dawa sahihi, basi huwa wanakufa sana ukilinganisha na chotara. Chotara kidogo kwenye magonjwa ni wavumilivu, linapokuja swala la magonjwa ni wavumilivu. Uh, pointi ya tatu, twende sasa kwenye pointi ya msingi kabisa uh, inayohusiana na utagaji. Je, ukifuga layers hawa hapa na ukafuga chotara hawa hapa, wapi utapata mayai mengi zaidi? Yaani kuku wepi watakutajia vizuri kabisa? Sasa uh, hakika pointi kidogo ni kapana. Kwanza tuwaze uh, chotara hawa wapo wa makampuni tofauti tofauti kama hivyo, kuna kampuni labda ya Silverland, kuna kampuni la Interchiki wana kuku wao chotala ndio hapo, utasikia kuna Saso, sijui kuna Tani Blue, sijui kuna Malawi, vitu kama hivyo hapo. Na chotala huwa hawalalii mayai, yani hawalalii mayai kama ambavyo hawa hapa huwa hawalalii mayai uh. Sasa kwenye kuwahi kutaga Uh, hawa kuku miezi minne wanaanza kutagia na hawa pia miezi minne wanaanza kutaga, japo utagaji wa hawa kidogo uta, uta, utakuvuta muda kidogo ili uje kwenye kiwango sahihi cha utagaji okay, linganisha na hawa eh, layers. Na pia hapa hapa kwenye kutaga ni kwamba uh, hawa kuku wao wa, wametengenezwa maalum kwa ajili ya kutaga, kwa hiyo hata uzito wao unaendana na utagaji mzuri, yani tunasema kiwango kizuri cha kutaga pia waga kinategemea na uzito wa kuku. Hawa kuku wanaishiaga kilo mbili, yaani wakizidi sana kilo mbili, lakini wao ni kilo moja point nane na hiyo. Kwa hiyo hicho ni kiwango, ni uzito mzuri ambao utamfanya kuku awe anataga vizuri. Lakini tukirudi huku, hawa kuku bwana waliotengeneza walitengeneza kwa ajili ya yani wa, breed yao ni kwa ajili ya mambo kama mawili hivi, kwa ajili ya nyama lakini pia kwa ajili ya kutaga. Sasa hawa matetea muda mwingine wanakuwaga wakubwa sana wanakuwaga wazito sana, tetea anaweza kafika hadi kilo 4 kilo tano, ambayo inawasumbua kutaga. Kuku wakizidi sana uzito wanakuwa hawatagi vizuri, kwa hiyo itapelekea, unaweza kuwa na kuku mia moja huku ukawa unaokota e, mayai sio sawa na hawa layers. Layers, lazima utaokota mayai mengi zaidi layers wanataga za 85, wanafika hadi asilimia 95 wanafika Lakini hawa hawa e, wao wakitaga zaidi ni asilimia 85, na, na sababu kubwa ni hapo kwenye uzito. Na jambo jingine a, changamoto za hawa kuku a, kabla sijazungumzia changamoto, hawa wanataga mfululizo mwaka mmoja na nusu, lakini hawa wanataga mfululizo miaka miwili. Kwa hiyo hawa utaokota mayai kwa muda mrefu zaidi, na hawa huku utaokota mayai sio kwa muda mrefu kama wale kule. Kwa hiyo uchotara wao ni e, mwaka mmoja na nusu, lakini layers wanakwenda hadi miaka miwili ndio wanakuwa wamefika ukomo wa kutaga. Na kuku wote hawa wakifika ukomo wa kutaga, utakuta wananyonyoka manyoya, lakini pia wanakuwa wanatamia mayai. Tukija kwenye hizo changamoto, changamoto kubwa sana hawa kuku wote yai kupasukia ndani ya tumbo. Akipasukia yai basi anakufa. Changamoto nyingine ni kwamba hawa kuku a, anapotoa yai, kama atatoa yai kubwa zaidi anapasuka, anapasuka lile eneo la nyuma na yai kubwa kutoa yai kubwa kuku nilisha, ni lishe ni ishu ya lishe ambazo zote tumezielezea kwenye kitabu uh, lakini pia changamoto nyingine hi, hizi changamoto zipo kwa hawa e, kuku wote huku na huku, lakini changamoto ambayo imezidi zaidi kwa layers ni kudonoana. Hawa kuku wanadonoana sana, yani tofauti kabisa na hawa chotara hawa wanadonoana sana. Kwa hiyo ni kuku fulani ambao, um, mara nyingine kama umeshindwa kuwapa lishe sahihi, basi inatakiwa walau uwakate midomo. Kwa hiyo mara nyingi sana unakuta layers wamekatwa midomo e, lakini hawa chotala ni nadra sana kuwakuta wanadonoana kama utawapa lishe sahihi, yaani unaweza ukawapa chakula hicho hicho hawa na hawa eh, lakini layers ukakuta wanadonoana, hawa chotara hawa hawadonoani uh, hivyo. Na nadhani umepata point na wewe utaamua ni upande upi uchague. Na kitu kikubwa ni kwamba gharama za ufugaji za layers ni kubwa sana. Layers kwa mfano mmoja mpaka anaanza kutaga ni kati ya elfu ishirini mpaka elfu ishirini na tatu kwa kuku mmoja. Kwa hiyo kuku mia moja ni kama milioni mbili hadi milioni mbili na laki tatu hivi. Nitakuja siku moja niwachangulie vizuri kabisa hiyo budget. Lakini hawa huku uh, bajeti yao ipo chini sana. Yani, umetumia ume, ume sana ni milioni moja na nusu, lakini hizi gharama zinapunguzwa. Kuna mbinu za kupunguza ambazo tunazifundisha pia kwenye kundi letu la Kingo Farm la ufugaji. Kwa hiyo unaweza ukaona Uh, mle tunafundisha vitu vingi sana kwa sababu tunao kuku wa kila aina. Kwa mfano, hapa hawa kuku wote ni chotara, uh, lakini hili banda ni kwa ajili ya kuku wanaotaga, na tunafundisha namna ya kuwalisha eh, namna gani utawatibia magonjwa lakini hapa pana hawa broiler ambao tunaelekeza tokea hatua za mwanzo mpaka mwisho. Na hawa broiler wanacho kitabu chao kabisa cha ufugaji wa broiler ambacho kinauzwa shilingi 10000 hiki kitabu kinauzwa shilingi elfu kumi, ni soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia tunacho kitabu cha e, kuku wa kienyeji, ufugaji wa kuku wa kienyeji. Sambamba na hivyo tunacho kitabu pia cha safari ya ufugaji, tunavyo vitabu vinne kiujumla tunavyo vitabu vinne na kila kitabu kinauzwa shilingi elfu kumi. Kitabu kingine cha tiba za asili kwa, tuna mwongozo wa kuku chotara, tunao mwongozo wa kuku e, wa, wa, wa, wa mayai, kuku wa kienyeji e, broiler, lakini pia na hicho cha tiba za asili. Unaweza ukaona, ukijipatia hivi vitabu vitakusaidia sana sana sana kuweza kupata matokeo mazuri kabisa kwenye ufugaji. Asanteni na kwaherini.